ambalo ni usambazaji na ugawaji wa nakala za Qur'an tukufu, tukimaanisha kwamba ni misahafu katika madrasa mbalimbali e, za Unguja hii ama Zanzibar. Na hii ni kutokana tu na e, zawadi ambayo au sadaka ambayo imetolewa na ndugu yetu kutoka nchini y Oman, na tunaileta e, tunaisambaza kwa niaba ya Jumuiya ya Istiqama Zanzibar, lakini pia kupitia Istiqama Swahili TV. Basi moja kwa moja tunaomba sana ufuatilie uh, zoezi hili ili ujue tupo wapi, uh, tumetembelea madrasa gani na zaidi zaidi ni kuweza uh, kuchangia hata vile ambavyo tumeiona hapa kwamba wenzetu wamechangia, basi kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuchangia ili kuweza kusambaza nakala za Qur'an tukufu katika madrasa mbalimbali, tukiamini kwamba kuna madrasa nyingi ambazo zina upungufu wa misahafu ama nakala za Qur'an. Basi kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuchangia kwa kile ambacho Allah amemwezesha, Allah atamwezesha katika siku za mbeleni, ili kuhakikisha kwamba katika madrasa zetu hakuna upungufu wa nakala za Qur'an, basi kupitia jumuiya Istiqama Zanzibar lakini pia kupitia Istiqama Swahili TV. Leo hii tupo katika kijiji cha Kilindi katika mkoa wa Kaskazini Unguja katika harakati mbalimbali mbali, basi ni katika au katika hilo basi. Tupo katika hii madrasa kama nilivyosema hapo awali, madrasa Asaada Al-Islamia inayopatikana katika kijiji cha Kilindi mkoa wa Kaskazini Unguja. Hapa tutaona eh, eh, zoezi hili likiwa linafanyika la ukabidhiwaji wa misahafu mbalimbali eh, wanafunzi hawa au na walimu wao pia eh, kupitia Istiqama TV, eh, kupitia ile sadaka ambayo imetolewa na ndugu yetu shekhe wetu uh, muislamu zetu kutoka nchini Oman.

Mashallah, mashallah, hili ni zoezi muhimu kama tulivyotangulia kusema kwamba la ugawaji na usambazaji wa nakala za Qur'an tukimaanisha kwamba ni misahafu mbalimbali katika madrasa mbalimbali mbali za visiwa vya Zanzibar. Lakini kwa sasa kama tulivyotangulia kusema kwamba tupo katika madrasa Asaada Al-Islamia inapatikana katika kijiji cha Kilindi mkoa wa Kaskazini Unguja na hapa baada ya zoezi hili kukamilika kwa wanafunzi, tutazungumza na baadhi yao angalau wawili watatu inshallah, eh, tuweze kujua furaha yao ikoje na namna gani watotumia misahafu hii ambayo tayari leo hii wamekabidhiwa na Istiqama Swahili TV kupitia ndugu yetu ambaye ameitolea sadaka hii ya misahafu kwa ajili ya Uislamu mbalimbali katika visiwa hivi vya Zanzibar. Na hapa e, tunazungumza na kijana ambaye amepokea juzu na hata tuambie jina lake na anajisikiaje baada ya kupokea sadaka hii ya ya juzu. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa alhal? Alhamdulillah. Mashaallah, Mashaallah. Inaonekana uko vizuri katika lugha ya Kiarabu eh? Unaweza kuzungumza, unaweza kuniambia ubwabu wako kwa lugha ya Kiarabu unaitwaje? Wali. Wali. Eh, haya, ubwawa kwa lugha lugha ya ya Kiarabu Kiarabu unaitwa unaitwa Wali. Wali. kwa Eh, Allahu Akbar. Unaitwaje? Haris Abdallah. Haris Abdallah. Unajisikiaje kupokea juzuu hii leo? Sema Sema unajisikia unajisikia vizuri? vizuri? Basi. Utaitumiaje? Kusoma. Kusoma. Hapo sura gani shekhe? Tashamsuku wirati. Ida Ida Shamse ha basa watawala imebadilika. Mashaallah, asante ha, sana. Harith huyo ni Harith kijana wetu huyu, mashaallah, mpokea juzuu, na anasema kwamba ataitumia kwa ajili ya kusomea vizuri kabisa, kuhakikisha kwamba Qur'ani inakaa katika moyo wake na sio katika sikio lake. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwaje? Naitwa Fatma kutoka. Kutoka wapi? Kilindi. Huyu ni ni jina kubwa sana. Unajisikiaje kupokea hii zawadi ya Qur'an? Najisikia vizuri. Najisikia vizuri. Ya Qur'an? leo hii? vizuri. vizuri. vizuri. vizuri. Utaitumiaje na uh, kuhifadhi vizuri. Kuhifadhi vizuri, eh? Mm. Na tari, eh? unahifadhi. Lakini utahifadhi. Asante sana. watazamaji wetu Istiqama Swahili TV? <laughs> <laughs> Waendelee kufuatilia matangazo yetu, eh? <imit> Ah inshallah khair. Haya, huyo ni Fatma, mashallah, jina kubwa sana jina ambalo hata mama yangu mzazi pia ana analimiliki, mashallah. Tunazungumza na shekhe mwingine hapa ambaye atatuambia tu uh, jina lake ni nani na uh, kutoka wapi . Shekhe asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina lako waitwaje? Idrisa. Idrisa, mashallah. Idris ni miongoni <imit> mwa <imit> majina <imit> ya <imit> watu <imit> wakubwa <imit> waliotangulia mitume. Umejisikiaje kupokea

Nitaitumia kwa hifu, kwa kuhifadhi. Kwa kuhifadhi. Unahifadhi tayari eh? Uh. Umehifadhi juzuu ngapi mpaka sasa hivi? Juzuu tatu. Juzuu tatu, mashaallah. Haya asante sana eh? Huyo ni Idrisa, mashaallah. Idrisa ni jina kubwa sana eh? Jina kubwa sana. Naam, tutazungumza na, tuta na mwingine hapa ambaye atatuambia jina lake na wapi anapatikana. Binti, salamu aleikum. Wa alaykum. Wewe upo juzuuni au upo msahafuni? Mbona Msahafu, umechukua juzuu? Mm? Haya ah, niambie jina lako ni nani? Rayan. Jina lako Rayan. Rayan nani? Rayan Adam Haji. Mashallah. Unatokea wapi Rayan? Kilindi. Kilindi. Basi nanyua kicho chako ehe? <laughs> Waangalie watazamaji wa wa wa wa wetu. Naam, ehe, na unajisikiaje kupokea zawadi hii ya hiya juzuu? Ajisikia vizuri eh? Upo juzuu ya ngapi sasa hivi? Quran <laughs>

Mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, mara baada ya kuzungumza na watoto wanafunzi ambao wamepokea zawadi hii ya misahafu ama Qur'an, sasa moja kwa moja tuzungumze na mwalimu wa madrasa hii ya Saada Al-Islamia hapa Kilindi, ili naye atuambie A, pengine ujio wetu hapa amepokeaje na kitu gani ambacho angependa kuwambia Watazamaji na waislamu kwa kwa ujumla ambao wanafuatilia matangazo yetu haya Istiqama Swahili TV. Sheikh Assalamu alaykum wa wa Wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh. barakatuh. Alhamdulillah Ashkurullah marhaban bikum shukran shukran shukran nashukuru nashukurukum jami'an Naam, inshallah. Tuambie majina yako. Uh, kwa jina naitwa Makame Haji Juma mm -hmm. ambaye ni mwalimu Mwalimu wa Madrasatu Sa'adatu Islamia. ambaye anafundisha masomo kama Qur'ani, lugha ya mm -hmm. Kiarabu, usulu tafsir pamoja na at-ta'bir katika mm -hmm. madrasa yangu hii. Okay. Mashallah <laughs> na Uh, leo hii tumefika katika madrasa yenu hapa Saada na alhamdulillah, tumefurahi kuona wanafunzi hawa mashallah, na walimu wengine pia, walimu kwa ujio wetu, Istiqama, TV, e, kwa, kwanza kwanza kwa ujio wetu hapa TV namshukuru Allah Tabaraka wa taala kutokana na ujio wenu, kwa sababu ni jambo la kheri kheri kabisa, kwanza imetufikia sisi katika katika katika madrasa madrasa madrasa madrasa yetu yetu yetu, na na tunakaribisheni sana sana, tunajisikia tunajisikia na furaha mm, ni nahnu masruurin bilqaikum, mashallah, marhaban bikum, vizuri kwa kufika katika mm. madrasa yetu, kiasi ambacho mmeacha madrasa mbali mbali, mm. na mumeiona madrasa yetu na mmefika Kutokana na jambo hilo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, tumefurahi sana, bila shaka walimu na wanafunzi. Naqulu lakum antum masrurun, aywa nahnu masrurun, nahnu ashaddu farhan minkum. Inshallah, mashallah, inshallah, furaha yetu ni kubwa zaidi. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa ama kugawa nakala hizo Qur'an, misahafu kwa wakati, katika madrasa yako. Saada, hapa unazungumziaje? Pengine kuna upungufu wote wa misahafu kabla ya sisi ujiwetu hapa. Bila shaka, tatizo hili la upungufu wa misahafu katika madrasa yetu hizi aa sana. Na, na unazungumziaje sasa pengine uh, watazamaji wetu wa Istiqama TV lakini Waislamu kwa ujumla katika masala kama haya ya kuchangia katika kheri. E, mimi nazungumzia kutokana na ni kutokana na Istiqama TV mm. E, kwa wanajamii ambao wanaangalia waendelee kuangalia na waendelee kuisupoti hii Istiqama TV mm. Kwa sababu ni redio ambayo au taasisi ambayo inawezesha madrasa mbalimbali ambazo zinapatikana Unguja na Pemba. Kwa hiyo naomba sana waendelee kuichangia Istiqama TV mm. Kwa sababu ya mambo ambayo wanajitolea kwa watu aina mbalimbali. Kumekuwa na shida nyingi ya changamoto nyingi katika madrasa hizi za, eh, za Kiislamu eh, ni pamoja na majengo yake kuwa ni madogo kiasi fulani, misahafu kosekana vijuzu ikiwa inakuwa ni mtihani kidogo kwa walimu, e, kupambana kwa ajili ya kuwa, e, kuwa kim, au kukim mahitaji ya watoto. Unazungumziaje ama unawaambiaje Waislamu katika jambo hili la kuchangia katika masala ya kheri, ikiwa ni pamoja na kujenga madrasa, kusaidia ujenzi, lakini pia kusaidia, kusambaza Qur'ani kama hivi? E, na zungumzia kutoka na jambo hili kwa upande wa Waislamu wale ambao Allah tabaraka wa Taala aliwajalia kupata kiasi cha yani, mali fulani hivi, wajitolee katika madrasa, kwa sababu ni madrasa ni vitu ni, ni, vit, ni jambo ambalo au ni taasisi ambazo zinashughulikia mambo ya khairi kabisa, mambo ambayo Allah tabaraka wa Taala anaridhia. Kwa hiyo nawaambia na ta kuwafikishia na taarifa kuzizongoa kutoa michango mbalimbali ambayo yanakabiliwa na madarasa hizo na changamoto mbalimbali ambazo zinakabiliwa madarasa hizo. Miongoni mwa changamoto hizo, kama kutoa masafu hata kufika kuulizia masuala ya majengo yao, uchache wa vyoo. Madarasa mengi yanakabiliwa na uchache wa vyoo. Kwa hiyo tunaomba, tuna tunaomba sana wale ambao Allah tabaraka wa Taala amewajalia, Waislamu tena pia amewajalia kuwa na mali nyingi sana, kufika na kuangalia changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana katika madarasa zetu ambazo katika Unguja yetu pamoja na sisi tunawatakieni safari njema sana kutokana na Lam, nam, nam, sisi, tunashukuru sana kutoa misaada mbalimbali na kuona vijana vijana wamefurahi sana. Hmm, awape safari njema kokote ambako mnaelekea. Sasa hivi tuko pamoja inshaallah, fid insha dunya wal akhirah, inshaallah jazaakumullahu khairan Allah, shukran sana. Huyo ni mwalimu ambaye anamtamsha kwa jina la Makame Haji Juma, ni miongoni mwa walimu katika madrasa hii ya Saada al-Islamia hapa Kilindi katika kijiji cha Kilindi ambapo unapatikana karibu kabisa na kijiji cha Nungwi mkoa wa Kaskazini Unguja, ndiyo eneo la kaskazini. A hey, bila shaka umepata na kustafiri na kile ambacho amekizungumza ustadhi hapa kwa niaba ya madrasa yake. Na sisi hapa hatuna ziada, kutoka hapa madrasa, na inshallah tukutane katika awamu nyingine. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.